Kwa majina naitwa Mr. Ali Mvunyo, ni mwenyekiti wa kikundi cha Ulipotupo Furniture Group kilichopo kata ya Segerea, wilaya Ilala. Ni kikundi cha vijana tunaojishughulisha na utengenezaji na usambazaji wa furniture mbalimbali. Kimsingi sisi tuko vijana watano, tulioamua kukaa pamoja kuja na wazo akujiajiri baada ya kupata changamoto ya kukosa ajira. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa awamu ya sita ni mwaminifu sana, na ameliona hilo kwamba vijana tupo tunasoma, lakini ajira hakuna, ndio maana alishauri idara ya maendeleo ya jamii na watu wa mabenki wakae pamoja, watafute namna nzuri ya kuwawezesha vijana. Kwa hiyo kwa sasa niseme, vijana tumeonwa na tunaaminiwa. Kikubwa tu tujifunze kutafuta taarifa. Changamoto kubwa ya vijana tuliokuwa nayo, hatufuati taarifa, tunabaki majumbani, vijiweni, kulalamika. Kwa hiyo niseme tu, vijana wenzangu, tutoke kijiweni, tuende tukatafute taarifa sahihi kwa watu sahihi. Hizi pesa serikali inazozisema kweli wanatoa na serikali inashika mikono vijana sisi ni mashuhuda leo, tumeaminiwa kupewa kazi zaidi ya milioni mia saba tunafanya pale ofisini kwetu ni vijana wa Tanzania. Na, na yamkini hapo nyuma tulikuwa tunadhani hayawezekani, lakini tukiamua pamoja yanawezekana. Kwa majina, naitwa Jacqueline Kulwa Mkina, mimi ni balozi wa Imbeju na pia ni mwenyekiti wa Bunju Women group, ambao na wanachama mia nne ishirini na tano wote ni wanawake wajasiriamali na wafanyabiashara na pia nasimamia vikundi vya wanawake na vijana vipatavyo sabini na sita kwa sasa Tanzania nzima. Wanawake wenzangu, vijana wa Tanzania, pia naomba natembeleeni branches matawi yote ya CRDB. Jamani, Imbeju ndio mkombozi wetu, tuwe tu, tu, tu, tu waaminifu kurejesha hizo fedha. Unaona hata fedha za serikali za halmashauri zile za asilimia kumi zinaenda kwenye benki CRDB kwa maana hiyo imeonekana imbeju ndio mkombozi, tuogope kabisa mikopo umiza. Wanawake wanapata tabu, wengine wamekufa kwa sababu ya madeni. Hatutaki nchi watu waumizwe, watu wapate mastresi, watu wa, wa, wazeeke vibaya, watu maasira kwenye jamii, hatuhitaji. Tunataka kufurahi, kufurahi. Mimi mwenyewe mara ya kwanza imbeju nilikuwa siamini kweli. Nimaliza awamu ya kwanza milioni tano bila shuruti, nafanya biashara vizuri ya sabuni zangu kwenye akaunti yangu ya Imbeju, marejesho yao anakata bila stress kuniuliza. Awamu ya pili nimechukua milioni kumi, namaliza mwezi wa kumi, nitachukua ishirini. Kwa hiyo Imbeju unakwenda unakuwa. Kikubwa ambacho tunaweza kujivunia ni namna ambavyo benki imekuwa iko serious pamoja na vijana pamoja na walemavu ambao wote wanapata mtaji wezeshi kutoka CRDB Bank Foundation. Kitu kikubwa ni kwamba riba ambayo ilikuwa inatutesa na mikopo chef chef, watu wanachanganyikiwa. Sasa hivi CRDB imeshatuleta kwenye namna ambavyo unataka tumia uh, mtaji wezeshi kwa kuweza kujinua kiuchumi. Mimi kama mnufaika pia, kuna mahali nilitoka na hapa nilipofika, ni kwa ajili ya CRDB Bank Foundation. Kwa hiyo, hiyo chachu ninaipeleka pia kwa wanawake wenzangu, wadada wenzangu, pamoja na jamii na vijana wanaonizunguka. Kikweli tumejisikia faraja sana kwamba mwananchi huyu anaweza kunufaika na tunamshukuru pia